Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, tukio hili ni mke wa marehemu Shekh Sharif Majini au Sheikh Muha uh, Huseni Muhamedi Msopa akiwa anatabaruku tabaruku kumwombea mwemewe, na huyo ni huyo ni mtoto wake mtoto wa marehemu ambaye pia amekuja kumwombea dua babake na walioko hapa ni wazazi wa marehemu na ndugu wa karibu wakiwa wanamwombea dua inshaallah. Hiyo ni dua kwa ajili ya kumwombea marehemu, mtoto wa marehemu na mke wa marehemu wakiwa katika kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu yetu ili aweze kuipata safari ya kuelekea katika maisha yake mapya ya kaburini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala amjalie safari yake iwe ni safari ya, ee, ya khairi na aweze... Eh, huu ni mwili wa Sheikh Sharif Majini au maarufu Hussein Muhammad Msopa ikiwa leo ndio siku anayotarajia kuzikwa leo ni tarehe tano Novemba na hapa ni nyumbani kwake na marehemu alipata ajali ya kupigwa risasi maeneo ya nyumbani kwake Mabibo kutokana na zile sintofahamu za hapa na pale zilizotokea katika siku ya tarehe ishirini na tisa kwa hivyo leo ndio siku yake anazikwa na kama unavyoona hali ya utulivu wa familia katika kumwombea wazazi wake, ndugu zake, majirani, mkewe na watoto wakiwa pamoja katika kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudus al-Jalil al-mauti babun wa kullu an-nas dakhilu, kwamba mauti ni mlango na kila mmoja atapita kupitia mlango huo. Kwa hivyo kila mmoja wetu ajiandae na safari hii Kwani alivyosema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, hakika mauti ambayo mmekuwa mkiyakimbia, bila shaka mtakutana nayo, na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa na yale ambayo mliokuwa mkiyafanya atawapa habari wayote ambayo mliokuwa mkiyafanya. Na imethibiti kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa safari ya ndugu yetu Husaini bin Muhammad Msopa, na leo ndio safari yake ya kuelekea eh, makaburi ya Kisutu, atazikwa katika makaburi ya Kisutu. Na ibara iliyoko ni kwamba kama tulivyosema, almautu kaasun wa kulu nasu sharibu kwamba mauti ni mfano wa glasi na kila mmoja atakunywa kupitia glasi hiyo. Hivyo basi kila mmoja wetu ahakikishe anakunywa kupitia glasi hiyo kwa maandalizi yaliyokuwa mazuri, ambayo yatamfaa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili tupate kuwajaribu miongoni mwenu ni nani atakayekuwa ametenda matendo mazuri. Uh, kwa hakika Sharif Majini alikuwa na wasifu mwingi. Moja katika wasifu wake, alikuwa ni mtu jasiri katika yale anayoyamini na haswa katika masala ya kidini. Alhamdulillah, tulipata kueleza kwamba uh, tulisoma naye katika mijadala ya elimu ya mjadala pale Kagera, kwa, kwa, kwa Sheikh Matimbo msikitini, tukiwa vijana wa awali katika jumuiya ya eh, jumuia ya wahubiri wa Kiislamu Tanzania jua kita, ambapo tulipata malezi hayo chini ya ulezi wa Sheikh Muhammad Umi na Sheikh Saleh Ngoi, miongoni mwa waalimu wakubwa ambao walikuwa eh, waki, waki waki wakitoa elimu hiyo. Hapa jirani yangu niko na mwanangu, mtoto wa marehemu, yeye anaitwa Majid ibnu yeye anaitwa amtotohuy anaitwa Majid ibnu Huseini Muhamed Msopa, falilahi lhamdu. Yeye ni katika watu ambao wamepata malezi mazuri ya dini ya Kiislamu, na leo yuko hapa kwa ajili ya kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unavyoona hadhira ikiwa katika huzuni kubwa na wako hapa kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu huyu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.